Waziri wa Maliasili na Utalii Mheshimiwa Balozi Dr. Pindi Chana amewataka wananchi Ludewa kuwa mabalozi katika uhifadhi wa misitu na mazingira na kudhibiti moto kwa manufaa ya kizazi cha sasa na baadaye. Ameyasema hayo alipokuwa akifungua semina ya kujengea na uwezo kuhusu uhifadhi wa misitu na mazingira na njia za kuzuia na kudhibiti moto iliyofanyika katika Ukwimbi wa Halmashauri ya Wilaya ya Ludewa mkoani Njombe Aprili 18, 2025. Amefafanua kuwa katika kukabiliana changamoto hiyo, wizara ya Maliasili na Utalii imekuwa ikichukua hatua mbalimbali za utatuzi ikiwemo kufanya doria za mara kwa mara, kutoa elimu ya kuzuia uchomaji wa moto na kugawa micha, miti na mizinga ya nyuki katika maeneo mbalimbali yanayozungukwa na misitu. Mheshimiwa Chana ametoa rai kwa halmashauri ya wilaya kuwa na utaratibu wa kujadili mara kwa mara masuala ya uhifadhi wa misitu, utunzaji wa vyanzo vya maji na uhifadhi wa mazingira kwa ujumla kwani kwa kufanya hivyo ni kuunga mkono juhudi za Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan katika kuhifadhi mazingira kwa kutokata miti na kutumia nishati safi ya kupikia. Naye Mkuu wa Wilaya ya Ludewa Mheshimiwa Olivanos Thomas amesema kuwa mafunzo haya yataongeza tija katika utunzaji wa mazingira na misitu hasa kiuchumi, na kwamba halmashauri itatoa ushirikiano kuhakikisha malengo ya uhifadhi yanafikiwa. Semina hiyo imehudhuriwa na viongozi wa chama na serikali kutoka halmashauri ya wilaya Ludewa, waheshimiwa madiwani wa kata ya wilaya Ludewa, wataalamu kutoka wizara ya mali asili na utalii na wadau mbalimbali wa hifadhi kutoka kata za wilaya Ludewa. Spika wa bunge la jamhuri ya muungano wa Tanzania, ambaye pia ni rais wa umoja mabunge duniani IPU, na mbunge wa Mbeya mjini, mheshimiwa Dr. Tulia Axon, tarehe 18 Aprili 2025 amezindua awamu ya kwanza ya ujio wa mabomba ya maji yatakayotumika katika mradi wa usambazaji wa maji wa mto Kiwira mkoani Mbeya. Dkt Tulia ameishukuru serikali ya awamu ya sita inayoongozwa na mheshimiwa Dkt Samia Suluhu Hassani, rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania, kwa kufanikisha mradi huu ambao unatarajiwa kumaliza kabisa kero ya maji mkoani humo.